DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa 12 kamili Afrika ya Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 10 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni na kwa niaba ya wale wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema. DW Habari za ulimwengu. Msomaji ni Grace Kabogo. Kwanza muhtasari wake. Waziri mkuu wa Ukraine amekutana na waziri anayesimamia jeshi la Marekani mjini Kiev. Umoja wa Mataifa umepitisha azimio linaloitaka Iran kuiwezesha kupata taarifa kuhusu mpango wake wa nyuklia. Na mahakama ya Nigeria imemtia hatiani kiongozi wa waasi wanaotaka kujitenga Nnamdi Kanu kwa mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Habari kamili. Kiev. Waziri mkuu wa Ukraine Yulia Siviridenko leo amekutana na waziri anayesimamia jeshi la Marekani Daniel Driscoll mjini Kiev. Yulia ametoa taarifa hiyo kupitia ukurasa wake katika jukwaa la mtandao wa kijamii. Amesema ziara hiyo inatoa fursa muhimu kwa maafisa wakuu wa jeshi wanaoongozana na waziri huyo kutathmini hali ilivyo Ukraine na kushuhudia moja kwa moja matokeo ya uchokozi wa Urusi. Jana Driscoll na ujumbe wa maafisa wakuu wa kijeshi wa Marekani alikutana na mkuu wa jeshi la Ukraine. Wakati huo huo, Ukraine imeipokea miili elfu moja ya kile ambacho Urusi imesema ni askari wake waliouawa. Kituo cha kuratibu masuala ya wafungwa wa kivita cha Kiev kimesema leo kuwa wachunguzi kutoka vyombo vya sheria na mashirika ya kitaalamu ya Wizara ya Mambo ya Ndani hivi karibuni watafanya uchunguzi wote muhimu na kuitambua miili hiyo iliyorejeshwa nyumbani. Viena, shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nyuklia IAEA leo limepitisha azimio linaloitaka Iran kuiwezesha kupata taarifa kuhusu mpango wake wa nyuklia kama inavyohitajika chini ya maazimio ya Umoja wa Mataifa. Kura hiyo imepigwa siku moja baada ya mkuu wa IAEA Rafael Grossi kurejea wito wake kwa Iran kuruhusu ukaguzi katika vinu muhimu vya nyuklia vilivyoshambuliwa na Israel na Marekani mwezi Juni. Azimio hilo linaitaka Iran kuzingatia kikamilifu na bila kuchelewa majukumu yake ya kisheria chini ya maazimio ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Azimio hilo limepitishwa kwa kura kumi na tisa tatu zilipinga na kumi na mbili walijizuia kupiga kura. Grossi amesema ana matumaini wataweza kusonga mbele kwa njia yenye kujenga. I would continue doing my work pushing... nitaendelea kufanya kazi yangu na kushinikiza kuruhusiwa kufanya ukaguzi tunaohitaji kuufanya. That we need to do. Wakati huo huo, mjumbe wa Iran katika shirika la IAEA amesema azimio hilo jipya litakuwa na madhara kwa ushirikiano katika mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Gaza, mashambulizi kadhaa ya Israel yamewaua watu watano katika mji wa kusini mwa Gaza Yunis, wa Khan Yunis mapema leo asubuhi. Hayo yameelezwa na maafisa wa afya baada ya Hamas na Israel kushutumiana kwa kukiuka mpango wa kusitisha mapigano yaliyodumu kwa wiki sita. Mapigano yameongezeka baada ya Israel kusema kwamba wanajeshi wake walishambuliwa Khan Yunis jana Jumatano. Israel imesema hakuna mwanajeshi wake aliyeuawa na kwamba jeshi limejibu kwa mashambulizi. Wakati huo huo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa hatua ya Israel kuwafukuza maelfu ya Wapalestina kutoka kwenye kambi tatu za wakimbizi za Ukingo wa Magharibi mapema mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Abuja, mahakama ya Nigeria leo imemtia hatiani kiongozi wa waasi wanaotaka kujitenga Nnamdi Kanu kwa mashtaka yanaohusiana na ugaidi. Jaji James Omotosho amesema waendesha mashtaka wamethibitisha kwamba matangazo na amri zilizotolewa na kundi la watu wa asili ya Biafra, IPOB, yalichochea mashambulizi mabaya dhidi ya vikosi vya usalama na raia katika eneo la kusini mashariki. Kulingana na Jaji Omotosho, nia ya yake ilikuwa wazi kabisa, kwani aliamidi katika vurugu. Kanu ni mwanzilishi wa kundi la IPOB ambalo kwa sasa limepigwa marufuku na linaloshutumiwa kwa ugaidi na mauaji holela, kama sehemu ya harakati zake za kuunda jimbo huru la Biafra kwenye eneo hilo linalotawaliwa na kabila la Ibo alikamatwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja na kurejeshwa Nigeria kutoka Kenya, baada ya hapo awali kushindwa kufika mahakamani mwaka elfu mbili na kumi na tano Jaribio la jimbo hilo kujitenga na kuwa jamhuri ya Biafra mwaka elfu tisa mia sitini na saba lilisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu ambavyo viliwaua zaidi ya watu milioni moja Islamabad Vikosi vya Pakistan vimewaua wanamgambo 30 katika operesheni kadhaa karibu na eneo la mapambano ya Afghanistan katika siku za hivi karibuni. Jeshi la Pakistan limesema hayo leo baada ya mshambuliaji wa kujitoa muhanga kuwaua watu 12 wiki iliyopita mjini Islamabad. Wanamgambo wa 23 waliuawa katika mashambulizi ya wilaya ya Kuram kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa hapo jana. Katika taarifa iliyofuatia, jeshi limesema wanamgambo wengine saba waliuawa katika operesheni tatu tofauti kwenye wilaya za Muhammad Laki Marwat na Tank Novemba 18 na 19. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni na male kusomia taarifa ya habari ni Grace Kabogo. Asante sana. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia jioni ya leo, rais wa Kenya William Ruto ajitenga na wakosoaji wa utendaji wa serikali ikiwa imetimia miaka mitatu tangu aingie madarakani. Maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Wilson na Berlin watoa kauli za mashaka kuhusu ripoti ya mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine. Na kongamano la wanawake viongozi lafanyika Burundi kuangazia jukumu la kila mmoja katika kuhakikisha watoto na vijana wanapata maisha mazuri. Namkumbuka, tunapatikana mubashara katika facebook na youtube tafuta dw Kiswahili pamoja na redio wa shirika mbalimbali mbali, pia utaweza kupata matangazo haya moja kwa moja. Tunaanza na ripoti kwamba maafisa wakuu wa umoja Ulaya mjini Brussels, Warsaw na Berlin wametoa kauli za mashaka kuhusu ripoti ya mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ulioandaliwa na Marekani, huku afisa mkuu wa Ujerumani akisema mpango huo haukubaliki. Kauli hizi zimetolewa huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akijiandaa kukutana na ujumbe wa jeshi la Marekani mjini Kiev. Josephat Charo ana maelezo zaidi. Mwanadiplomasia mkuu wa umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema ili mpango wowote wa wa amani wa Ukraine ufanye kazi, unahitaji ushirikishwaji wa raia wa Ukraine na Ulaya. Akizungumza kabla mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja wa Ulaya mjini Brussels hivi leo, Kalas alisema viongozi wa Ulaya wanapaswa kuelewa kwamba katika vita hivi kuna mchokozi mmoja na mwathirika mmoja na hawajasikia kuhusu makubaliano yoyote upande wa Urusi. Uh, uh, is... kile ambacho sisi kama viongozi wa Ulaya tumekiunga mkono mara zote ni amani ya kudumu na ya haki, na tunakaribisha juhudi zozote za kufanikisha hilo. Bila shaka, ili mpango wote ufanye kazi, unahitaji wa Ukraine viongozi na raia wa Ulaya washirikishwe. Kwa hivyo hilo liko wazi kabisa. so, uh, is, uh, mpango wa Marekani ulioripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Financial Times unaaminika kuwa unajumuisha makubaliano mapana kwa Urusi, ukiitaka Ukraine kupunguza nusu ya ukubwa wa jeshi lake na kuachilia majimbo ya mashariki yanayokaliwa na Urusi, ikiwa ni pamoja na Donetsk na Luhansk. Kabla ya mkutano na wenzake wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful amesisitiza kwamba Ukraine lazima idumishe uhuru wake bila kujali kiwango cha eneo lake. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslav Sikorski amesema, ingawa Poland inaunga mkono juhudi zozote za kukomesha mapigano nchini Ukraine, usalama wa Ulaya unategemea sana matokeo ya makubaliano yoyote ya amani na Ulaya lazima ihusishwe kwa upande wake msemaji wa rais wa Urusi Vladimir Putin, Dmitri Peskov amesema kuna baadhi ya mawasiliano yanayoendelea kuhusu mpango wa amani wa Ukraine, lakini bado hakuna mashauriano Ubole. wakati wowote ule ni bora kwa makubaliano ya amani, kwa suluhisho la amani la kisiasa na kidiplomasia na Urusi inaendelea kubaki wazi na tayari kwa suluhisho hili, lakini suluhisho hili lazima lipelekee kuondoa na kufuta kabisa sababu kuu za mzozo huu. Hilo ndilo tunalolizungumzia wakati wote. Wakati haya yakiarifiwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakutana na maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, huko mjini Kiev hivi leo. Ujumbe wa Pentagon ukiongozwa na katibu wa jeshi la Marekani Daniel Driscoll uliwasili mjini Kiev jana Jumatano. Asante sana Joseph Charo kwa ripoti hiyo. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania leo amezindua tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 na kuipa siku 90 huku akisisitiza kuwa anaamini ina uwezo wa kuja na majawabu kwa maswala tete yaliyoibuka kwenye machafuko hayo, licha ya ukosoaji wa upinzani unaotaka tume ya kimataifa kupata tathmini ya kina juu ya tume hiyo. Nimezungumza na Abdul Karim Ali Atik, mchambuzi wa maswala ya kisiasa aliyeko Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye kwanza ameanza kwa kupongeza hatua ya kuundwa kwa tume hiyo. Kwanza niseme tu kwamba uamuzi wa rais kuunda tume hiyo ni jambo ambalo ni zuri na linapaswa e, kupongezwa kwa sababu hii inaonyesha dhahiri kwamba rais mwenyewe anataka e, kuanzisha e, yani upatanisho lakini pia zaidi na uwajibikaji kuhusu hizo uh, hadidu rejea ama kama unavyosema kitaalamu uh, terms of reference, <laughs> uh, za kuonyesha kwamba uh, ni kama amewapangia kwamba watizame kama kuna vyama vya siasa vilishiriki ama watu au chochote, lakini pia na kama vijana hawa walilipwa na kadhalika na, mimi nadhani nadhani hizo ni root cause, kutafuta root cause japokuwa na yeye labda anaweza kuwa ametoa mchango wake, bwana Kik, uh, umesema ni kana kwamba rais ametoa mwongozo wa kuangalia mizizi ya tatizo liko wapi, kwa kutaja maswala ambayo umeyataja hapo mbeleni kama madai ya kulipwa kwa vijana na kadhalika. Wachambuzi, wanaharakati, baadhi ya wadau wanasema kwamba ni kana kwamba rais amepuzilia upande mwingine ambao unaonekana na kuwa na tatizo kama kauli za waziwazi za serikali na pia Chama cha Mapinduzi kabla ya uchaguzi, idara ya usalama na ulinzi, kauli zao za hatua kali ikiwa kutatokea maandamano na mambo kama hayo, huonekana kwamba maagizo haya yamelemea upande mmoja. Ni dhahiri kwamba ukosoaji wa, wa, wanayo haki ya kuikosoa muundo wa tume kama wengine walikuwa wanasema kwamba kwa mfano chama cha ACT Wazalendo hakitotoa wa ushirikiano, Chadema pia wamesema hawatotoa ushirikiano, lakini mi nadhani tume pia ina wajibu wa kutoa ripoti ya kuhusu vyombo vya usalama vimefanyaje kazi na kama vilifanya kazi yake barabara ama kuna mahali palitokezea lapses ama mapungufu. Kwa hiyo ripoti naamini pia itakuwa na masuala ya uwajibikaji, lakini inaelekea kwamba pia tume hiyo uh, kwa sababu rais ana falsafa ama katika siku zake mia moja ana, ameahidi mambo ya uh, reforms na reconciliation. Kwa hiyo inaweza ikapelekea pia ripoti ya tume hiyo kuanzishwa kwa reconciliation Commission, ama kamati ya ma e, muundo fulani wa watu wa wananchi na wahusika wote katika kupata a, kupata hayo maridhiano. Miaka ishirini na nne iliyopita rais aliyekuwa rais wakati huo Benjamin Mkapa aliunda tume ya kuchunguza mauaji ya watu wengi Zanzibar, lakini tume hiyo ambayo iliongozwa na Hashim Bita ilikataliwa na wapinzani na baadhi ya wadau. Unaona tukio kama hilo likijirejelea hasa ukitilia maanani maswali na dukuduku -duku, ambazo watu wengi wanazo kuhusiana na kuundwa kwa tume hii? Kwa kweli eh, ukosoaji umekuwa mwingi, lakini mimi naamini kabisa serikali ya Rais Samia ni serikali sikivu na bila shaka hayo ah, hizo sauti za kutaka eh, maboresho na katika katika tume eh, mimi nadhani sio kama siamini kama tume imeundwa ah, ndio labda haiwezi kufanyiwa refurbishment ama haiwezi kukawa na alterations fulani fulani. Mimi naamini kwamba bado, eh, wadau wanaohusika wa, wa, wa katika siasa za nchi yetu wanaweza bado kuchangia zaidi kuhusu eh, eh, muundo wa tume na, na labda matarajio yake pia. Ni Abdul Karim Ali Atiku, huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa aliyeko Dar es Salaam nchini Tanzania. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Rais William Ruto wa Kenya amejitenga na wakosoaji wa utendaji wa serikali ikiwa imetimia miaka mitatu tangu ingia madarakani. Katika hotuba yake kwa taifa hivi leo, Ruto alitetea miradi aliyozindua na kwamba sasa Kenya imenyanyuka kiuchumi na kuwa taifa la sita kwenye orodha mataifa yaliyoimarika. Telma Mwadzaya ana arifu zaidi kutoka Nairobi. Kwa muda mfupi alipokuwa jukwaani, rais William Ruto alilazimika kusita kwa muda alipokuwa akilihutubia taifa kwenye kikao maalum cha pamoja kwenye bunge la taifa. Alipofafanua na kuelezea mipango ya taifa, baadhi ya wa wabunge walisikika wakipiga mayowe honorable members. Kwenye hotuba yake, rais Ruto alisisitiza kuwa Kenya imepiga hatua muhimu katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita na kwamba bado nafasi ipo kufanya bora zaidi. Kwa sasa, anaeleza kuwa Kenya imeondoka kwenye jukwaa la kunadi sera na kuingia kwenye ukumbi wa kusimulia maendeleo ukizingatia safari ya miaka 62 tangu kujinyakulia uhuru wake. Ruto alisimulia kuwa viashiria vya kiuchumi vinaonyesha kwamba Kenya imejizatiti. Mfumko wa bei umeshuka kutokea asilimia 9.6 mwaka 2022 hadi 4.6. Nayo sarafu ya shilingi ya Kenya imestawi na kufikia 129 kubadilishana na dola la Marekani. Katika kipindi cha kiasi cha miaka miwili, pato la taifa limeongezeka kutokea shilingi bilioni 115 hadi bilioni 136 na kuiweka Kenya kwenye nafasi ya sita ya mataifa yaliyoimarika kiuchumi Afrika. Hotuba hiyo pia ilibainisha kwamba akiba ya kigeni imefikia dola bilioni 12 za marekani na uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja umeongezeka mara tatu. Ruto aliwakashifu wakosoaji wanaoeneza taarifa za kupotosha na kwamba Kenya ina nawiri. Mafanikio mengine yametangazwa katika sekta za kilimo, ukizingatia mavuno ya mahindi, mapato ya majani chai na kahawa, na miradi ya kilimo cha miwa iliyofufuliwa na ufugaji. Kuhusu afya, Wakenya milioni 27 wamesajiliwa kutumia bima mpya ya afya ya SHA dawa zinapatikana kwa urahisi zaidi na tiba ya saratani itaimarishwa kuanzia Disemba mosi. Sekta ya elimu imepata walimu elfu sabini na sita wapya na wengine elfu ishirini na nne wataajiriwa Januari. Ujenzi wa nyumba za bei nafuu umeshika kasi. Je, wakenya wana mtazamo upi kuhusu hotuba ya leo ya rais? Haya ni maoni ya baadhi. Amejaribu lakini bado hajafaulu. Wakenya bado wanaishi katika hali ya uchochole, wanaishi hali ya umaskini hali ambayo haiwezekani kama wewe ni mwananchi wa Kenya kwa sababu tunaona kwamba vyakula, hata ijapokuwa bei ya unga ilishuka chini, bei ya vyamo vyakula fulani fulani vilishuka chini, lakini vingi vyao bado viko juu. Viongozi wa ngazi ya juu serikalini walihudhuria hotuba hiyo muhimu ambayo ni wajibu wa rais wa kikatiba na kuwaleta pamoja wabunge na maseneta. Thelma Mwazaya, DW Nairobi. Asante sana Thelma kwa ripoti hiyo. Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa G20 unaolenga kupata ahadi za msamaha wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kukabiliana na kukosekana kwa usawa duniani. Hata hivyo, mataifa ama Marekani, taifa lenye nguvu na ushawishi, limetangaza kususia tukio hilo katika kipindi ambacho Rais wa Marekani Donald Trump ameingia katika mzozo na Afrika Kusini kuhusu ajenda yake ya G20. Washington imesusia mkutano huo huku kukiwa na jitihada kubwa za Marekani kujiepusha na siasa za pande nyingi ambazo zimevuruga utaratibu wa kimataifa. Kwa undani zaidi wa taarifa hii, huyu hapa Doto Bulendu. Mkutano huu unatazamiwa kuanza siku moja baada ya kukamilika kwa mkutano wa COP 30 uliofanyika huko mjini Belem nchini Brazil, ambapo imeeleza kuwa mazungumzo yake ya mwisho yanaweza kuathiri majadiliano huko Johannesburg wikendi ijayo, ambapo rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa aliwaambia waandishi wa habari kabla ya tukio la Novemba 22 mpaka 23 kwamba kutokuwepo kwa, kwa Marekani ni hasara yao. Rais Ramaphosa anatarajia kuutumia mkutano huo kushinikiza kuundwa kwa jopo kima la kimataifa la kukosekana kwa usawa duniani, ambapo katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Afrika ya Kusini Ronald Lamola ameonyesha kusikitishwa kwake na uamuzi huu wa Marekani akiulinganisha na hujuma dhidi ya Afrika. Je, tunasoma chochote kuhusu hili Africa, kama no, chuki ya aina fulani au kudhoofisha Afrika? Hapana, hatuoni hii kama chuki au kudhoofisha Afrika. Katika matukio yote ya majukwaa ya kimataifa, hutokea kwa sababu zozote ambazo wakuu wa nchi hawawezi kuhudhuria na watamteua yoyote watakayeamua kumtuma, aidha waziri wao wa mambo ya nje au mjumbe wa mambo yoyote, kwa sababu yoyote ile au mjumbe yoyote wa mambo ya nje kwa sababu zozote zile. nchi hiyo siyo ya kawaida. Uhususiaji huo wa Marekani, taifa lenye nguvu zaidi kati ya mataifa 19 yanayounda G20, ikiwa na asilimia 85 ya pato la taifa la dunia nzima, pamoja na takribani theluthi mbili ya watu wote duniani, umetokana na uamuzi wa rais Trumpu kutotuma ujumbe rasmi kwenye mkutano wa COP 30 huko Brazil. Mada kuu ya G20 Afrika Kusini ni mshikamano na usawa wa endelevu. Inalenga katika kusaidia nchi zinazoendelea kupitia msamaha wa madeni na hatua za kifedha ili kukabiliana na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti ya G20 kutoka timu inaongozwa na mwanauchumi mshindi wa tuzo ya Nobel Joseph Stiglitz ilitaja ukosefu wa usawa na utajiri kama mzozo wa kimataifa unaotishia demokrasia na mshikamano wa kijamii, ikisema unapaswa kukabiliwa kwa dharura sawa na mzozo wa hali ya hewa mapema mwezi Februari mwaka huu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikwepa mojawapo ya mikutano ya kwanza ya mawaziri wa G ishirini na kuita upinzani kwa Marekani, akisema ajenda za G ishirini zinalenga kuweka upinzani dhidi ya Marekani. Asante sana Dkt Bulendo kwa ripoti hiyo. Na nchini Burundi kunafanyika kongamano la wanawake viongozi kuangazia jukumu la kila mmoja katika kuhakikisha watoto na vijana wanapata maisha mazuri ili waweze kuwa na mchango katika maendeleo ya nchi zao, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa mjini Bujumbura, hamida Isa. Kongamano hilo linalowakutanisha wake wa marais kadhaa barani Afrika pamoja na viongozi na na wa taasisi za ndani na nje ya nchi hiyo limeandaliwa na mke wa rais wa Burundi, Bi Angelin Ndaishimie. Kongamano hilo la sita la wanawake viongozi linatathmini njia za kukabiliana na changamoto katika utekelezaji miradi ya kuhakikisha maisha bora kwa watoto na vijana wanaoingia umri wa baleh katika risala yake kwenye ufunguzi wa kongamano hilo Rais Evariste Ndayishimiye amesema kuna umuhimu wa kuzingatia watoto wanapata maisha mazuri, kwani hapa nchini Burundi watoto na vijana wanakisiwa kuwa asilimia 45 ya wakazi wote, na hivyo pasina maisha yao kuwekewa misingi imara, ni dhahiri kuwa kutatatiza maisha ya baadaye ya taifa hili. Kuwekeza katika maisha bora ya watoto na vijana ni kuhakikisha hatima njema ya taifa hapa nchini. Watoto na vijana ni asilimia 45 ya raia wa Burundi. Tunayakini kuwa lazima tuwekeze kwa kuhakikisha wanasoma vizuri, wanapata matibabu katika hospitali na kuweka utaalam katika matibabu ya watoto. Bila shaka kutapelekea watoto wawe na afya bora, na hivyo kuwa watu wazima wenye nguvu na akili za kuitumikia nchi. Baki grameza. Kwa upande wake waziri wa sheria Artemo Kati Habga amesema katika kipindi cha miaka thalathini na tano tangu kusainiwa makubaliano juu ya haki za watoto Burundi, imepiga hatua zilizopelekea maisha ya watoto kuimarika. kwikisha kubuntu abana, elimu ya msingi inatolewa bure watoto walio chini ya umri wa miaka mitano wanatibiwa pasi na malipo. Kamati za ulinzi wa haki za watoto ziliwekwa katika nyanja zote. Pia kuna sera ya kumlinda na kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira mazuri. Kwa upande wake Tade Ndikuumana ambaye ni afisa msimamizi kwenye ofisi ya mke wa raisi, amesema asilimia ya sabini ya malengo yaliyopaniwa tayari yamekamilika. Kongamano hili lililoandaliwa na mke wa rais Ndaishimie, Bi Angeline Ndaishimie, limewaleta pamoja wanawake viongozi na maafisa wa mashirika ya kimataifa yanayohusika na maswala ya watoto, ikiwa ni pamoja na Bi Valeri Hiber ambaye ni mkuu wa taasisi ya haki za watoto ya Marekani. Pia mke wa rais wa Sierra Leone Bi Fatima ma bio ni miongoni mwa wanaohudhuria. Wake wa marais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, China na Uturuki wamewakilishwa katika mkutano huu. Hamid Isa, DW, Bujumbura. Ni wakati sasa wa kufahamu yanayoendelea katika mitandao ya kijamii Najat, karibu. Asante sana Tatokarema. Katika mitandao ya kijamii nitamwambia tu msikilizaji kwamba katika hali isiyo ya kawaida kwenye zuu moja ama mbuga ya wanyama moja iliyoko huko nchini Uingereza mm -hmm, kasuku watano wamefukuzwa katika mbuga hiyo baada ya kushirikiana kwa pamoja kutoa lugha ya matusi <laughs> na kuwacheka kwa inadi watalii wanaotembelea uh, mbuga hiyo. Yani, kasuku amepanga njama si? Ehe, kasuku mmoja kati ya hawa watano mmoja anaitwa Bill, mmoja wa pili anaitwa Eric, wa tatu anaitwa Tyson, wa nne anaitwa Jade na wa tano anaitwa Alice. Wameanzisha tabia hiyo ya kufoka na kuwacheka. Taarifa zinasema kwa mujibu wa mfanyakazi wa mboga hiyo, anasema kwamba kasuku hao walikuwa wakihamasishana, mmoja akisema tusi wengine wote wakicheka kwa nguvu, jambo ambalo limewashangaza na kufanya waondolewe katika hifadhi hiyo ya wanyama na mimi nilikuwa <laughs> na wazo pengine hawashibi uh -huh. E, Precious anasema hao kasuku wakae huko maanake wakija huku watapewa kesi ya uhaini akimaanisha Tanzania, lakini Zubeida anasema watalii wamejuaje kwamba wanatukanwa? <laughs> Hapo sasa. Lakini kasuku anazungumza. Kasuku anazungumza kama binadamu. Haya, jengine uh -huh. Nimwambie msikilizaji kwamba atembelee mitandao yetu ya Instagram na Facebook na TikTok, andike DW Kiswahili, ungane nasi, kuna habari, video na taarifa nyingi zaidi, haswa leo uh, ningependa msikilizaji aende huko na akaangalie kibonzo ambacho kinaendelea kufanya vizuri cha Said Michael, ama wakudata juu ya maoni ya tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yeah. Ni nzuri sikicho, kibonzo atoe maoni yake na akitizame na, na, pengine ana maoni mengine mazuri zaidi. Bado nimekwama kwa bili Eric Tyson <laughs> wana... ni wanyama mm -hmm. wa aina fulani hii vitatu wana maudhi kusema kweli, lakini ni, wa, <laughs> ni wacheshi aha. Sasa akigeukia upande huo inakuwa mambo ni mabaya, angalia ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia katika chaneli ya YouTube. Uh, nani huyu Khalid uh, Sharif anasema uh, anawapata vyema dochi vile nikiwa visiwani, yani Zanzibar. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema tuzidi kuiombea nchi yetu ili haki na amani iweze kupatikana. Na Ezekiel Kiando anauliza tumegani hiyo tumeikataa kabisa. Tomas E. Mery anasema sasa, kama raisi anaelewa kilichotokea, tume imeundwa yanini? Hilo ni swali lake. Nicolas Godfrey Kayango anasema Buhingwe Tanzania anasema amani ya barani Afrika italetwa na Waafrika wenyewe. Abubakar Muhamed Labu wa Mbeya, Tanzania anauliza tangu lini mtu analipwa pesa ili adai haki yake? Edward Amayenga akiwa Bariadi, Tanzania anasema binafsi inaungana na Watanzania wote waliosikitishwa na uundaji wa tume hii ambayo haijawajumuisha uh, pande za dini, vyama vya siasa na mashirika ya kiraia. Ni kitupa jicho katika ukurasa wa Instagram. Mbaga Charles Kubeja akiwa maeneo ya Geita anasema rais Ruto, haina haja ya kuambia watu kuwa unafanya mazuri, acha wakusifie wao. Korea boy anasema, tume ilianzishwa na mamlaka inayotuhumu haiwezekani kuitwa tume huru. Huu ni mkakati wa kufunika ukweli, si kuutafuta. Thomas Mayunga kutoka Geita Tanzania anasema, kiongozi mzalendo hupiga kazi kimya kimya, vitendo itaongea, akimaanisha nadhani taarifa yetu ya rais Ruto. Na Maneti Magongo akiwa maeneo Iringa anasema, tunaomba amani ya kudumu irejee huko Sudan. Katika ukurasa wa Facebook Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema, rais hawezi kuunda tume kuchunguza tuhuma dhidi ya serikali sika kwenye uh, madai ya mauaji ya raia ikawa huru. Tume ili iwe huru inatakiwa itoke nje ya serikali na Chama cha Mapinduzi, isiwe na uhusiano wowote na serikali au chama hicho. Ebe Moshi Arusha kule anasema serikali iliyoko madarakani Tanzania haiwezi kuwapa vijana wanachotaka. Baba wardhi wa Moshi Tanzania anasema hakika wananchi hawana imani na tume hiyo iliyozinduliwa na Rais Samia suluhu Hassan. Uh, Godbest uh, Ferdinand Chami wa Njombe Tanzania anasema tunataka tume huru ya uchunguzi kuhusu kilichotokea Tanzania. Na mimi nihitimisha upande wangu na Ahmed Suvi kutokea Instagram wanasema hivi, vita vya Urusi na Ukraine vinakuwa pasua kichwa. Shukran sana Namdemu ambaye amehakikisha kwamba matangazo yanaenda murua kabisa, na Silvia amehozi upande wa pili wa studio wa kutufanya tuonekane onekane Facebook na pia YouTube. Kwako kwa wewe pia, asante kwa kuungana nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na kutakia jioni njema, mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8 wb Hotbird 13 g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini.